Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo, Daily Talk na Dr. Chris Mauki kila siku. Kati ya kazi ambazo wanaume wengi wamejikuta wakiziparamia kuzifanya au kuifanya halafu, imewatoa kichwa, imewatoa akili, imewazingua, imewasumbua wanaume wengi ni jukumu au kazi ambayo ambayo mmejitakia wenyewe wanaume ya kutaka kumfahamu mwanamke kwenye kila kitu. Naomba nirudie, kazi ya kutaka kumfahamu mwanamke kwenye kila kitu. Siseme kumfahamu mwanamke ni kosa. Hapana, unatakiwa kumfahamu, lakini sio kumfahamu kwenye kila kitu. Hilo ni kosa kwa sisi wanaume. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwanamke mwenyewe hajielewi kwenye kila kitu. Yeye mwanamke mwenyewe hajifahamu kwenye kila kitu. Yeye mwanamke mwenyewe, kuna baadhi ya vitu havielewi kuhusu yeye mwenyewe. Sasa wewe ambaye ni wa kiume unataka umwelewe kwenye kila kitu. Let me tell you, utakufa kabla hujamaliza hilo kusudi. Utakufa kabla hujafikia hilo lengo. Utakufa kabla hujaweza hicho unachotaka kukifanya. Usijitahidi wala kupoteza nguvu na muda na nishati yako Ukitaka kumfahamu huyo mwanamke wako, huyo mpenzi wako, huyo mke wako kwenye kila kitu, utashindwa hiyo kazi. Nikupe kodi, nikupe mbinu, uh, uh, uh, uh, au tekniki: jitahidi kumfahamu kwa sehemu, jitahidi kumfahamu kwa sehemu, jitahidi kumfahamu taratibu, jitahidi kumfahamu kwenye specific areas ambazo ndio unashughulika nazo. Ukitaka kumfahamu kwenye kila kitu, baba yake mwenyewe hamfahamu kwenye kila kitu, mama yake mwenyewe hamfahamu kwenye kila kitu, yeye mwenyewe kuna maeneo hajajielewa kwenye kila kitu. Usifanye kazi ambayo huwezi na majibu yake hauwezi kuwa nayo na ufa... wanaita nini, work done is equal to zero. Utashindwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewatengeneza hivyo, wanabadilika badilika.